Utoka kwanza bibi asija kakukata kwa huko. Acha kwanza usije kadondoka, ayo okota. Lipo wapi? Jua limepiga yu. Lakini amekoma aya analika.